Wapendwa, Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Dayosisi ya Kaskazini Mashariki, Kanisa la Kiinjili ya Kilutheri Tanzania, wapendwa wakurugenzi wa dayosisi ya kaskazini mashariki, wapendwa wakuu wa majimbo, wapendwa wakuu wa idara mbalimbali za KKKT dayosisi ya kaskazini mashariki, wapendwa wakurugenzi idara mbalimbali kutoka serikalini, wapendwa Dr. Krista Dr. Elsa, kutoka dayosisi ya Rundi nchini Sweden, wapendwa wawasilishaji wa mada katika warsha hii, wapendwa washiriki wa warsha hii, wapendwa waandishi wa habari, wapendwa wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Bwana Yesu asifiwe tena Awali ya yote nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mungu wetu aliyetupa uhai na kutuwezesha sisi wote kutoka maeneo mbalimbali kukutana mahali hapa KOTETI, na kwa niaba ya kiongozi wetu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kaskazini Mashariki, Askofu Daktari Msafiri Joseph Mbilu ambaye yuko safarini nchini Kamerun, lakini baadaye yataelekea kule Ujerumani siku ya Ijumaa. Nichukue fursa hii kuwakaribisha nini nyote katika warsha hii ya elimu maalum kwa mafanikio ya baadaye. Natambua kwamba wako waliotoka nje ya wilaya hii ya Lushoto na wengine nje ya mkoa wetu huu wa Tanga, kama mkoa ule wa Dar es Salaam, Mbeya, Tabora na Dodoma Arusha pamoja na Moshi. Matumaini yangu kuwa mtakuwa na wakati mzuri katika siku zote tatu za warsha hii. Kwa heshima kubwa na kwa moyo wa shukrani napenda kuwashukuru kwa kunipa nafasi hii adhimu ya kuzungumza nanyi juu ya jambo nyeti na lenye uzito mkubwa katika jamii yetu, elimu maalumu kwa mafanikio ya baadaye. Wapendwa washiriki wa warsha hii, mimi binafsi nakubaliana na dhamira hii kwa asilimia mia moja, kwa kuwa elimu si tu ufunguo wa maisha, bali ni msingi wa mafanikio yoyote katika maisha. Sisi wote tunafahamu kuwa baadhi ya programu za elimu maalumu hutoa fursa kwa wanafunzi kujifunza stadi za maisha kama vile ushonaji wa nguo na ufundi wa aina mbalimbali ambao baada ya kuhitimu huwapa nafuu kubwa ya maisha walemavu kwa kuwapunguzia utegemezi ndugu wapendwa washiriki tunaishi katika dunia inayobadilika kwa kasi ni dunia ya teknolojia ya ubunifu na maarifa Hivyo kila mtoto ana nafasi ya kuwa sehemu ya mabadiliko haya. Iwe ni mtoto mwenye uoni mzuri au hafifu. Awe ana usikivu mzuri au upungufu wa usikivu. Awe anaweza kutembea au ana changamoto za utembeaji. Hao wote ni binadamu wenye ndoto, wenye vipaji na haki ya msingi ya kupata elimu stahiki. Katika jamii yetu tuna watoto wengi wenye uwezo mkubwa wa kuchangia maendeleo ya familia, jamii na taifa kwa ujumla. Lakini bila mfumo jumuishi wa elimu unaotambua na kuheshimu mahitaji yao maalumu, tunapoteza vipaji, tunaua ndoto wa kuendeleza mnyororo ule wa utegemezi. Wapendwa washiriki, elimu maalumu ni moja ya haki za msingi za binadamu na kila mmoja wetu bila kujali umri, jinsia, dini, ulemavu au kabila, anayo haki ya kupata elimu. Ni dhahiri kwa mfumo wa elimu ambao unaacha jamii ya makundi katika jamii kamwe hauwezi kuwa ufunguo wa maisha katika jamii nzima. Katika jamii yetu na kwingineko duniani, hali ya mtu kuwa na ulemavu inaambatana na, na unyanyapaa kutokana na mila zilizopitwa na wakati. Kutokana na hali hii, watu wenye ulemavu wanaonekana kuwa ni tegemezi na wasio na uwezo wengine wanasema kwamba hawastahili hata kusaidiwa watu wasio na ulemavu katika kudumu, katika kumudu maisha yao. Mtizamo huu unasababisha kutengwa kwa kuwa wenye ulemavu katika maisha ya kila siku ya jamii inayotuzunguka. Mtizamo huu ni hasi na unakwenda kinyume na haki za kibinadamu na ni kinyume pia na maandiko matakatifu au neno la Mungu. Wapendwa washiriki, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasisitiza kwamba binadamu wote ni sawa na kwamba wanastahili kupata haki sawa bila kujali rangi, kabila, jinsi na dini. Hivyo viongozi wa serikali, dini na jamii wanapaswa kuwa sauti ya matumaini kwa wengi, lakini pia kuwa kioo cha huruma na ushawishi wa haki. Wanapaswa kusimama na kuhimiza usawa wa elimu na kushirikiana na jamii kuondoa dhana potofu kwamba watu wa aina hii hawawezi kitu. Wanaweza wanapopewa nafasi, watu wa namna hii Wapendwa washiriki, serikali yetu imefanya juhudi kubwa katika kutengeneza sera na sheria ambazo zina watambua na kuwalinda watu wenye ulemavu. Na juhudi hizo ni pamoja na sera ya watu wenye ulemavu ya mwaka elfu mbili na nne na sheria ya watu wenye ulemavu ya mwaka elfu mbili na kumi ambazo kwa pamoja zimeainisha na kutambua ujumuishaji na upatikanaji wa huduma za kijamii kwa watu wenye ulemavu. Pamoja na jitihada mbalimbali zinazofanywa na serikali yetu katika kutengeneza sera na sheria ambazo zinawatambua na kuwalinda watu wenye ulemavu, ni dhahiri kwamba bado hatujaweza vya kutosha katika elimu maalumu katika nchi yetu. Kwa mfano, zipo shule na vyuo vichache ambavyo vinatoa elimu maalumu. Hivyo ni wakati wa mabadiliko, na ikiwa tutashirikiana, tutaleta mabadiliko hayo. Wapendwa washiriki, Biblia ina mifano mingi inayoonyesha jinsi ya kuwapenda na kuwatunza watu wenye ulemavu. Katika injili ya Matayo, Soma sura ile ya nne mstari wa ishirini na tatu. Pamoja na kuponya makundi mbalimbali ya watu waliokuwa na matatizo mbalimbali, Yesu anawaponya walemavu vilevile. Katika Injili ya Mathayo 15 mstari wa 30, umati mkubwa wa watu walimjia wakiwaleta viwete, vilema, vipofu, viziwi na wengine wengi waka wakawaweka karibu naye na huyu Yesu akawaponya. Na misali mingi kwenye vitabu vyetu vya dini inadhihirisha huruma za Mungu kwa watu wenye ulemavu. Kisoma Zaburi ile ya 139 mstari wa 14 inasema, niita kushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Na hii inaonyesha kwamba kila mtu mwenye ulemavu awe ni mtoto au mtu mzima au ana uwezo gani, ameumbwa kwa namna ya ajabu na ya kipekee katika sura ya Mungu. Watu wenye uhitaji maalumu si wakosefu wala sio mzigo kwenye jamii yetu na wala sio mradi, lakini ni baraka. Ndani yao kuna uzuri, kuna nguvu, lakini pia kuna uwezo unaotoka kwa Mungu. Wapendwa washiriki ni kwa msingi huu wa kibiblia ambapo kanisa la kinjili la kiluteri tanzania dayosisi ya kaskazini mashariki ilianzisha vituo mbalimbali vya kuwahudumia watu wenye ulemavu wa aina mbalimbali kama vile shule ya wasioona ilente ambayo imeanzishwa mwaka 1962 shule ya watoto wenye changamoto ya akili na usonji ilente rainbow school ambayo imeanzishwa mwaka ule wa elfu mbili na tatu lakini Chuo Kikuu cha Kumbukumbu ya Sebastian Kolowa mwaka elfu mbili na saba. Kuanzishwa kwa taasisi hizo kumewasaidia wahitaji wengi hapa nchini na hata nje ya nchi. Wapendwa washiriki, ni matumaini yangu kuwa warsha hii itaweka msingi imara katika kuhakikisha kuwa taasisi yetu hii ya KOTETI inatoa elimu maalumu kama ilivyokuwa SEKOMU. Imeambiwa hapa kuwa warsha hii ni hatua muhimu sana katika kufikia lengo hili. Nitoe wito kwenu washiriki, kusaidia jitihada mbalimbali zinazofanyika katika kufikia lengo hili. Nasi kwa upande wetu tunaahidi tutasaidia jitihada zote hizi. Wapendwa washiriki, kila mtu ni wa thamani mbele za Mungu, na kila mmoja ana nafasi yake ya kung'aa maishani pale anapofundishwa. Elimu maalumu si tu njia ya kuwasaidia wenye ulemavu, bali ni daraja la mafanikio ya baadaye kwao na kwa jamii nzima. Kwa kuwapatia elimu inayowalenga kwa mahitaji yao, tunajenga msingi wa kujitegemea, kujithamini na kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya taifa letu. Nirudie kuwaomba tena kwamba warsha hii itoe kipaumbele katika kuanzisha na kuendeleza mafunzo ya elimu maalumu katika chuo chetu cha KOTETI ili waalimu na wataalamu watakaopatikana waweze kuwahudumia kwa ufanisi zaidi walemavu katika jamii yetu. Tukiungana kwa moyo mmoja, tunaweza kutengeneza jamii jumuishi na jamii ya watu wenye huruma. Wapendwa washiriki, malizie kwa kuwashukuru marafiki zetu wa Dayosisi ya Lundi Sweden kwa kuitikia ombi letu kushirikiana nasi katika, katika mchakato huu mzima. Kwa upekee kabisa, ni washukuru Dr. Elsa na Dr. Krista ambao wameshiriki kikamilifu katika hatua zote za kufanikisha warsha hii. Tunawaomba waendelee kutushika mkono hata katika hatua nyingine. Nimshukuru kipekee sana Mkurugenzi wahuduma za jamii wa diosisi yetu ya Kaskazini Mashariki, Mwalimu Afizai Voliva na timu yake kwa maandalizi yote ya warsha hii. Lakini mwisho, nimshukuru kila mshiriki aliyejitoa kwa ajili ya wa warsha hii na kupanga kushiriki. Niseme Mungu awabariki wote, amen. Asanteni kwa kunisikiliza.